Tazamaji mpendwa wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia ya Kanisa Katoliki, karibu tena katika kipindi chetu, na kama kawaida anayekuletea kipindi hiki ni mimi Padre Clement Kihiyo kutoka Idara ya Liturujia, Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, na fundi wetu wa mitambo ni Meki Makari. Na kabla hatujaendelea na kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana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 Mpendwa mtazamaji, katika kipindi chetu kilichopita tuliongelea juu ya baraka ya eh, wazazi kabla mtoto wao hajazaliwa, kabla ya kuzaliwa kwa mtoto, kwa ni baraka ya wazazi wote wawili. Leo tuendelee kuongelea juu ya baraka, lakini leo tunaongelea baraka ya wachumba katika kanisa Katoliki. Baraka ya wachumba katika kanisa Katoliki. Je, wewe una rafiki yako ambaye mnataka kuoana? Je, ninyi ni wachumba tayari? Je, mmeenda kuomba baraka ili mnaposubiri kufunga ndoa muweze kutembea na baraka za Mungu? Je, wewe mzazi, una binti yako ambaye tayari, e, ana mchumba au kijana wako ana mchumba, lakini bado e, labda hawajaamua kufunga ndoa bado yako kwenye mwelekeo nawambia, mbona huoi binti yangu? Umekuwa sasa uolewe, mbona una mchumba lakini hakuna kinachoendelea? Basi ni wasaa leo kutambua kwamba katika kanisa Katoliki ipo baraka ya wachumba. Lakini vilevile vile, katika kipindi hiki tutawabariki wale wote ambao ni wachumba. Kuna wale ambao tunaoita wachumba sugu, wamekaa pamoja tena wameishi kama mume na mke bila ndoa tunasema ni wachumba sugu. Leo vilevile tutawaombea hawa, mioyo yao ilainike, waweze eh, kufanya uamuzi na kufunga ndoa. Lakini vilevile vile, tunaona kuna ndoa nyingi zimefungwa, baada ya siku mbili tatu zimevunjika, kwa sababu hawa wachumba hawakuwa na baraka ya Mwenyezi Mungu, wame, eh, wameingia tu. Kwa hiyo tuombe baraka hii kabla hata hatujafunga ndoa. Tunaona watu wengi E, na, kuna watu wanaoitwa singomadha e, singo madha sio neema, iwe ni bahati mbaya, lakini kwa nini iwe singomadha ikiwa tayari ulikuwa na mtu ambaye unaye? Kwayo tuombe, tuombe basi mambo hayo ambayo sio ya kawaida katika jamii yetu, katika imani yetu, basi yaondoke. Hata hao wanaitwa singo fadha e, unakaa tu una watoto lakini huna mke maana yake nini? Nayo tunakuombea vile vile eh, hata eh, ambao tayari wana familia zao, ana ndoa yake, lakini kuna kuja watoto wengine kutoka nje, sijui unaita watoto wa nje, kwa sababu tunakosa baraka tangu mwanzo. Tunapoamua kuoa, unamuoa nani? Je, atakupa furaha katika maisha yako, ili muishi pamoja kama mke na mume muda wote wa maisha yenu eh, vile vile, tunaona maisha mengine ni kama wapambanaji kwenye, kwenye, kwenye, kwenye familia kila mmoja na, anapambana ya mdhibiti mwenzake. Ndoa sio mapambano, ndoa ni kuishi kwa furaha na upendo. Lakini upendo huu unaanza kabla hamjafunga ndoa kwa baraka ya Mwenyezi Mungu. Unakuta kabla watu hawajafunga ndoa kuna maneno mazuri sana watu wanaitana, e, ni mpenzi e, sakafu ya moyo wangu, anamwita bebi My chocolate majina yote mazuri kabla ya kufunga ndoa utayasikia. Je, mnatafuta baraka ya Mwenyezi Mungu ili ile lugha mnayoiongea kabla hamjafunga ndoa iendelee baada ya kufunga ndoa? Ndio hizo tunachosema, tunahitaji baraka ya Mwenyezi Mungu. Mzazi mzazi licha ya kuwa unawalea watoto wako vizuri, unampa chakula nakula vizuri, unampa nguo, maadili mema, lakini vilevile vile wazazi, tuna wajibu wa kuwalea watoto ili kuchagua maisha, kuchagua wito. Yule ambaye ana mwelekeo wa ndoa, basi <coughs> umlee awe na ule mwelekeo wa kufunga ndoa, atambue kwamba kuna utakatifu katika maisha ya ndoa, na ayeingie katika utakatifu asiyeingie katika tamaa tu za kimwili e, aingie katika utakatifu kwamba naenda kuunda familia. Kwa hiyo wazazi wanao huo wajibu wa kuwalea watoto wao, hasa wale ambao wameshaingia katika muda wa uchumba. Kuwe na jicho la pekee na malezi ya pekee kwa ajili ya hawa watoto ambao wanatarajia kuingia katika ndoa, lakini zaidi sana kuwaombea baraka sisi kama wazazi lakini vile vile kuwapeleka na kuwashauri waende kwenda kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu. Baraka hii ya wachumba inaweza kufanywa eh, na hizi familia mbili. Tukumbuke kwamba mambo ya wachumba ni muunganiko wa familia mbili, mtoto anatoka katika familia hii na familia nyingine. Kwa hiyo hizi familia mbili zitakutana kwa ajili ya kuombea hawa watoto wao na kuna sala maalum ndani ya kanisa katika kitabu kile cha baraka, ambayo wanaweza kuombewa na wazazi, lakini inapendeza zaidi kama baraka hiyo itatolewa na padri au itatolewa na shemasi. Basi leo katika kipindi hiki tusali pamoja kuwaombea wachumba wote niliowataja, ambao tayari wameshaanza kuelezana zana wale ambao tayari wameshaanza kuambiana nakupenda, I love you, wameshaanza kujenga nia ya uchumba, basi tunawaombea siku ya leo ili wapige hatua ya kuweza. Kuna wengine tayari wameshavalishana pete, basi unasema ni hatua ya juu. Wengine tayari wanaishi pamoja, ni hatua ambayo hata kama sio rasmi, lakini useme hawa ni wachumba. Kuna wale ambao tayari wana watoto katika uchumba. Wote hao tunawaombea siku ya leo waweze kupiga hatua na kutakatifuza maisha yao. Tunasikia watu wanasema kubariki ndoa. Kwa kweli sio neno sahihi kusema kubariki ndoa. Wanaobariki ndoa ni wale ambao tayari wanaishi kwenye ndoa, wanaomba baraka zaidi, lakini ile ni kufunga ndoa takatifu. Sema wanaenda kubariki ndoa zao, wanaenda kufunga ndoa, hawaendi kubariki ndoa eh, eh. Wanaenda kufunga ndoa takatifu. Wanaobariki ndoa ni wale ambao tayari washafunga ndoa mwanzo, wanaomba baraka zaidi. Kwa hiyo ninyi ambao mnakaa hata kama na watoto wawili watatu, nendeni mkafunge ndoa, sio kwenda kubariki ndoa, ni kwenda kufunga ndoa. Sasa tupokee baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo inatolewa na Kanisa Katoliki, tukianza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Neema na amani kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupenda sisi na akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu viwe nanyi nyote, ndugu wapendwa. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristu aliyetupenda sisi na akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu amina. Tunafahamu kuwa kila wakati wote tunahitaji neema ya Mungu, lakini wakati wa uchumba kabla ya ndoa Wakristo wanahitaji neema ya pekee wanapojiandaa kuanza familia mpya. Tuombe sana baraka ya Mungu iwashukie wachumba wote, wachumba wote. Wewe hapo ambaye tayari una mchumba wa tayari, wewe ambayo tayari una mwelekeo wa kuoa, ushaanza kumwambia rafiki yako nakupenda, basi mpokee hizo baraka za Mwenyezi Mungu, ili mnaposubiri siku ya harusi yenu, mzidi kuheshimiana na kupendana. Ndoa nzuri ni ile ya watu ambao wanaheshimiana na wanapendana. Kwa hiyo hiyo, mliosema I love you, na kupenda iendelee kuongeza heshima na upendo kati yenu ili mweze kufunga ndoa yenu na mweze kujiandaa vyema kwa ndoa safi, kwa kusali pamoja. Usiseme tu kwamba mimi ninaishi na mtu tuna watoto, lakini mnasema tuna ndoa ya sijui ya kimila, sijui ya serikali, sijui ya nini. Hiyo sio ndoa safi. Ndoa safi ni ndoa ya kisakramenti, ndio maana kanisa halitambui ndoa hizi nyingine zinatambua ndoa ya kisakramenti na. Basi tukiendelea kutafakari hizo, hiyo ndoa safi ya kisakramenti, hebu tusikilize neno la Mungu linatuambia nini juu ya, ma, ya, ya mambo yanayohusu haya eh, ya ndoa pamoja na upendo wa wale ambao wanataka kufunga ndoa. Tusome katika kitabu katika waraka ule wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya kumi na tatu sura ya nne hadi sura ya kumi na tatu, Mtakatifu Paulo anatuambia upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, husahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali akiwapo, bali ukiwapo unabii Utabadi, utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika, badili, yata kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa ni mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tutaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa, inadumu imani, tumaini na upendo; haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Mpendwa ambaye uko katika uchumba, somo hili likufungue ili uweze kuelekea katika ndoa hiyo kamili, ambapo Paulo ametufundisha vitu kadha juu ya upendo. Upendo kati yenu ninyi wachumba, upendo unafanyaje? Upendo huvumilia. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hakuna uvumilivu. Hufadhili, unapata fadhila. Upendo, mwenye upendo anapata fadhila fadhila, fadhila za kimungu. Upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Watu walioana kwa upendo katika familia kila mmoja atakuwa ana mheshimu mwenzake, hakuna anayemkosea adabu mwenzake. Je, ninyi wachumba kwa sasa hivi mnaheshimiana au kuna ambaye hana adabu kwa mwenzake? Wewe mvulana unamkosea adabu mwenzako? Au we msichana unamkosea adabu mwenzako? Na ninyi ambao mmekaa kwenye ndoa zisizo rasmi muda mrefu, kwa nini hamfungi ndoa? Je, ni kwa sababu hakuna adabu kati yenu? Kwa hiyo tujifunze sasa, au tuombe hiyo neema ya adabu kati yetu. Wasema hautafuti mambo yake mwenyewe. Kama ninyi ni wana ndoa Je, mnatafuta? Kila mtu anatafuta mambo yake, maisha yake mwenyewe. Mke ana mambo yake, mume ana mambo yake. Ninyi ambao ni wachumba Mtaf... mjue kwamba mnapounda umba... familia, mnaunda umoja kati yenu, kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya masilahi yenu ninyi wawili na uh, mambo ambayo na watoto ambao Mungu atawajalia. Hauhesabu mabaya Ndoa nyingi zina zinaharibika kwa sababu mtu anaandika orodha ya makosa ambayo mwenzake amemfanyia. Siku ile ulinifanya hiki, siku ile ukanifanya hiki, kwa hiyo unakuta orodha ya makosa mia mbili. Je, mtaweza kuishi? Na ninyi ambao mko katika uchumba sasa hivi, mshaanza kuhesabiana makosa tayari? Unakuta ushaweka orodha kwamba, ah, huyu ana tabia hii mbovu, ana tabia hii nanini nanini, kama sio taipu yako huyo mtu Afadhali tangu mwanzo utafute mtu ambaye mnaendana, lakini hakuna binadamu ambaye hana kosa. Sasa mkiwekeana orodha ya makosa hamwezi kuishi. Kwa hiyo, hauhesabu makosa, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu. Unapomtendea mwenzako vibaya, sio jambo la kufurahia, ni jambo la kusikitisha. Ni upendo, kwa hiyo inaelezwa upendo upendo upendo upendo. Sasa so, nilipokuwa mtoto mchanga eh, nilisema kama mtoto mchanga sasa wewe mchumba sio mtoto mchanga tena, uongee kama mtu mzima, uongee kwamba sasa nimekomaa, nataka niingie kwenye ndoa yenye majukumu moja mbili tatu. Tunakuombea wewe ambaye eh, una mchumba wako, mko katika uchumba, basi mjilee, mm, katika hizo karama ambazo Paulo anatufundisha, anasema yako haya matatu: imani, matumaini na mapendo, lakini lilo kuu ni upendo. Ninyi wana ndoa, ninyi ambao mnajiandaa kuingia kwenye ndoa, lililo kuu kwenu ni upendo. Mkiishi katika upendo siku zote mtajiona ni wapya katika maisha yenu kwa hiyo upendo huo ninyi ambao ni wachumba muchukue. Ni vizuri kila mara tuwe wasomaji wa wa neno la Mungu. Mfano, amri yangu ni hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. E, tunaweza kusoma katika kitabu cha injili ya mtakatifu Yohane sura ya kumi na tano aya tisa hadi ya kumi na mbili kama vile Baba alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi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 Anaendelea kutufundisha eh, mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu, mpendane. Amri ya kupendana kama nilivyowapenda ninyi. Yesu ametupendaje? Kupenda kiasi cha kuyatoa maisha yako kwa ajili ya huyu rafiki yako. Je, yes, sasa hivi uko tayari kujitoa kwa ajili ya huyu rafiki yako? Wewe msichana, uko tayari kujitoa kwa ajili ya huyu rafiki yako mchumba wako mvulana? Na wewe mvulana uko tayari? Tumezoea kwamba mvulana ndio ajitoe, ninyi wote wawili mweze kujitoa kwa ajili ya kujenga hiyo familia yenu. Basi tusali maombi haya kwa ajili ya kuombea wote ambao wako katika uchumba, ambao bado hawajafunga ndoa, wanatarajia kufunga ndoa, wawe bado kila mtu yuko kwake au wanakaa pamoja, lakini wote ni wachumba. Tunawaombea. Mungu Baba yetu ametupenda na katika Kristo ametufanya wanaye na mashahidi wa mapendo yake katika ulimwengu mzima. Basi tukiwa na imani hiyo tumombe tukisema: Twakuomba utusikie. Mungu Baba yetu, ulipenda kuwa wanao halisi kaka na dada katika Kristo, watambulikane kwa kupendana kati yao. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Unawawekea wanadamu matakwa mepesi ya upendo wako, ili wapate furaha katika kuyatimiza. e Bwana, twakuomba utusikie. Unawaunganisha mume na mke kwa mapendo kati yao, ili katika familia wanaoijenga, wafurahie watoto, taji ya mapendo yao. e Bwana, twakuomba utusikie. Kwa njia ya sadaka ya Pasaka, Kristo alilipenda Kanisa kama mchumba wake, katika damu yake aliyojitolea sadaka takatifu na isiyo na doa. E Bwana, twakuomba utusikie. Katika fumbo hili umetupa mfano wa mapendo yanayopaswa kuwepo kati ya mume na mke katika sakramenti ya ndoa. E Bwana, tukuomba utusikie. Umewaita wachumba. Katika sehemu hii, kama wewe ni mchumba, basi jitaje jina na mtaje na rafiki yako ambaye mnatarajia kufunga ndoa na, kama wewe ni mzazi, kuna mtoto ameshamtambulisha mchumba wake kwako, basi ni wakati wa kuwataja wote wawili mtoto wako pamoja na huyo mwenzi wake. Lakini vilevile vile hata wale ambao wanasali ili wapate wachumba, ni wasaa kwamba omba na yule ambaye labda hata hamjaongea naye, lakini unafikiri fikiri kwamba yule angefaa kuwa mchumba wako na kuwa mume wako baadaye. Hebu mtaje kwa jina, mwombee Mungu, hebu mguse yule, ili tuweze kuwasiliana na kuanza maisha yetu. Kwa hiyo umewaita hawa wachumba katika ushirika kamili, upendo ambao unaunganisha pamoja familia ya Kikristo, kuwa na moyo mmoja na roho mmoja. E Bwana, tukuomba utusikie. inawezekana kuna ambao tayari wameshavalishana pete za uchumba. Wakati wa kuvalishana pete hivi, pete ile mlienda kuomba baraka kwa Mungu ikabarikiwa mkavalishwa, au mmetuchukua tu pete huko mtaani mkavalishana? Wewe mwenye uchumba uliyevaa pete, ilipata baraka pete hiyo? Au mlienda kuokota zile zinazotengenezwa zikafukizwa na mavumba ya kishetani, ndio mnavaa wakati wa uchumba wenu. Shetani ndio anawasindikiza katika uchumba wenu, mapepo ndio anawasindikiza katika uchumba wenu. Mmeomba baraka? Ni vizuri kila mara tunapohitaji kuvalishana hizo pete tuombe baraka ya Mwenyezi Mungu. Basi ninyi ambao mmevaa pete ambazo hazijabarikiwa, tuombe pamoja pate baraka Mwenyezi Mungu, lakini ingefaa basi mwende kamwambie padre, shemasi, naomba mwenzangu alinivalisha pete, lakini sikupata baraka, naomba nipate baraka. Basi Mwenyezi Mungu atakase mapendo yenu katika pete hizo mlizovaa. Heshimuni zawadi mliopeana kama ishara ya upendo kati yenu, nayo ahadi itimizwe wakati wake kwa sakramenti ya ndoa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tupate sala maalum sasa, kila mmoja anayemwombea mchumba, anayeombea wachumba, anayeomba apate mchumba, wale ambao tayari wanaishi kwenye uchumba sugu, tusali kwa pamoja. Tunakutukuza ee Bwana kwa mapendo na kwa mpango wa wema wako wa kuwaleta pamoja wanao ambao wako katika uchumba, ili wapendane kati yao na kuwa ishara ya upendo wako mmoja kwa mwingine. Watunze uaminifu kati yao, wakupendeze katika yote na hatimaye wajongee kwa furaha adhimisho la sakramenti ya ndoa kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana Mungu aliye chemchemi ya mapendo yote, kwa mpango wako wa hekima umewaleta vijana hawa ambao katika ndoa kwa pamoja umewaleta wawili hawa pamoja, uwajalie kwa wema wako waimarishwe na baraka wakati wanapojiandaa kwa sakramenti ya ndoa. Wajalie neema yako wanayokuomba, ili wakujue katika kuheshimiana na kupendana kwa upendo wa kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu yangu, je, umepokea baraka hiyo ya ndoa wewe ambaye uko katika uchumba? Je, unahitaji baraka zaidi? Je, unahitaji kuwa mshirikina katika kupata mchumba au katika kukamilisha ahadi zenu. Basi leo tumekuletea mada hii ili muweze kutafakari katika uchumba wenu, kwamba uchumba unahitaji baraka ya Mwenyezi Mungu, unahitaji neema ya Mwenyezi Mungu katika uchumba wako. Usikae tu kwa unasubiri siku ya ndoa, siku nenda Kaombe baraka kwamba mimi naishi katika uchumba sugu, mimi na rafiki yangu tumeshaongea lakini ni kama hatuendelei. Hebu tupe baraka tuweze kupiga hatua inayofuata. Basi ninyi nyote ambao mko katika uchumba, Mwenyezi Mungu apokee maombi yenu na mpokee baraka za Mwenyezi Mungu. Na ninyi wazazi, mwendelee kuwaombea watoto wenu kwa Mungu ili waweze kukamilisha mahusiano yao, waishi katika ndoa, wafunge katika ndoa, wafunge ndoa na eh, wazae watoto wao katika ndoa. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, na tumalize kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira Mtukufu, uliyebarikiwa. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.